Baada ya ajali ya ndege iliyotokea huko nchini India na taarifa za awali kuripoti kuwa hakuna aliyepona, imefahamika kuwa mwanaume mmoja raia wa Uingereza amenusurika katika ajali ya ndege hiyo ya Air India iliyoua watu zaidi ya 200 katika kisa cha kushangaza cha kupona kwa miujiza Vishwashkumar Ramesh. Alikuwa ameketi katika kiti namba 11A ndani ya ndege ya Boeing 787 iliyokuwa ikielekea London, wakati ilipoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka Ahmedabad, magharibi mwa India. Kaka yake Vishwashkumar, Nayan Kumar Ramesh, amesema kuwa Vishwashkumar hana ufahamu wowote jinsi alivyoweza kupona na aliweza kutoka ndani ya ndege akiwa ndiye pekee aliyenusurika. Alipozungumza na shirika la habari la Uingereza la BBC, Nayan amesema ni hisia nzuri sana kumwona Vishwashkumar akiwa salama. Lakini alionyesha wasiwasi kuhusu kaka yake mwingine, Ajay, ambaye naye alikuwa kwenye ndege hiyo. Tulipatwa na mshituko mkubwa mara tu tuliposikia kilichotokea. Hatukuamini, hatukuweza hata kusema chochote. Yeye mwenyewe hajui kabisa jinsi alivyopona wala alivyotoka ndani ya ndege. Alipotupigia simu alikuwa na wasiwasi zaidi juu ya kaka yake mwingine akisema tu mtafuteni Ajei, mtafuteni Ajei. Hilo ndilo jambo pekee analojali kwa sasa. Ndugu mwingine aitwaye J alieleza shirika la habari la PA akisema kuwa ameumia usoni kidogo, alikuwa amejawa na damu, lakini alikuwa akifikiri kwamba anaendelea vizuri. Ni mshtuko mkubwa sana. Video iliyosambaa mitandaoni ilimwonyesha bwana Ramesh akitembea kuelekea kwenye gari la wagonjwa, huku moshi ukifuka nyuma yake. Baadaye alionekana akiwa kitandani hospitalini, alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa India Amit Shah. Dr. Dhaval Gamet ambaye alimshughulikia, alisema alikuwa hana ufahamu vizuri, akiwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili, lakini anaonekana kuwa salama sasa. Mfanyabiashara huyo alizaliwa India na amekuwa akiishi Uingereza tangu mwaka elfu mbili na tatu. Ana mke na mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka minne. Alizaliwa India lakini amekuwa mkazi wa Uingereza kwa miaka mingi. Hii ni Poa Media.